Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba watu watatu miongoni mwao chifu wa kijiji cha Ngaratuko wameuawa kwenye uvamizi maeneo ya Samburu na Baringo. Na mkamanda wa polisi bonde la Ufa Jasper Ombati amethibitisha kuwa watu wawili wameuawa usiku wa kuamkia leo, baada ya kushambuliwa na wahalifu katika kaunti ya Samburu. Na Marian Nyambura anaarifu zaidi. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Pura, Samburu Magharibi na Samburu ya Kati kutokana na mauaji ya watu wawili miongoni mwao ni aliyekuwa chifu. Wawili hao wanaaminika kuuawa usiku wa kuamkia leo. Leo tumepoteza tena mzee ambaye jana alipeleka mtoto wake mwenye alipigwa risasi last week hospitali. Jana ilikuwa na yeye hapa mara akipeleka huyo kijana yake atolewe mausi, akirudisha huyo mtoto nyumbani leo asubuhi yeye akauliwa. Aidha, hali sintofahamu pia imeshuhudiwa kwenye vijiji vya Ngaratuko kagir yatya katika eneo bunge la Baringo Kaskazini baada ya chifu wa eneo la Loruk kupigwa risasi kwenye makabiliano kati ya wahalifu na maafisa wa usalama waliokuwa wanaokoa mifugo walioibiwa the, the He collected uh, uh, a number of cartridges, spent cartridges, which are very essential and critical in our investigations, and also uh, recorded several statements uh, from potential witnesses. Ni hali ambayo sasa imelazimu asasi za usalama kuendelea kushika doria. Yeah, we, we are smarting out of uh, the height of drought and because of this drought uh, there were a lot of movement of animals and people and in that process we have witnessed a number of cases but we have also made uh, huge efforts to make sure that uh, uh, the situation does not get out of hand Mere Nyambura Runinga ya Citizen